Hello, my good people. Mambo vipi mpopoa? E, nawapenda sana jamani, asanteni sana kushare, asanteni I appreciate. I really, really appreciate it. Aa, kwa kusubscribe comment ku kulike, asanteni kwa support yenu. Nilikuwa nataka tukumbushane tu mambo machache kwa wale watu ambao wanafikiri kwamba kuku wao hawafanyi vizuri katika kutaga, kuku wangu hafanyi vizuri katika kutaga, kutaga. Kwa nini tu nataka niongee hapa kwanza, kuku wako hapo wanapoishi lazima wakishe pako salama, hakuna wadudu kama siafu, hakuna wadudu kama sisimizi, viroboto, utitiri. Kuku anahitaji akae mahali penye utulivu, mahali penye amani, kama vile wewe unavyopenda kukaa mahali penye amani. Kuku pia vile vile akae mahali penye utulivu, mahali penye amani. Hata akikaa hivi kutaga hivi hasumbuliwi sumbuliwi Unaona bwana, sasa yawezekana kuna baadhi ya mambo ambayo hayako sawa na ndio maana kuku wako hatagi vizuri. Labda tuangalie joto kali, eneo kama lina joto kali kupita kiasi, huyo kuku hawezi kupata muda mzuri na nafasi ya kuandaa mwili wake kwa ajili ya kutaga. Lakini pia inabidi uangalie pengine chakula, kiasi cha chakula. Chakula lazima kiwe kina virutubisho vyote, kiwe kina protini, kiwe kina vitamini, kiwe kina wanga, kiwe kina mafuta. Sijui kama mnanielewa, lakini kiwe kina madini. Haya, mambo makuu matano lazima yawemo kwenye chakula ambacho kuku wako anayetaga. Hakikisha anayapata: chakula chenye madini, chakula chenye mafuta, chakula chenye vitamini, protini na wanga. Na ndio maana tunasisitiza tuna kuweka alizeti, ile ile mashudu ya alizeti, tunasisitiza kuweka mm, dagaa kwa ajili ya kupata protini, protini tunasisitiza kuwapa kue, madisipi haya, kuwapa majani kwa ajili ya kuongeza calcium na mavitamini mwilini. Tunasisitiza hata ile pumba ya mahindi, kwa sababu ina mafuta mengi, uchanganye na pumba ile ya mpunga, yale mapepe laini ya mpunga, ili msaidie kwenda kujenga mji wa uzazi vizuri, kwa sababu mafuta yakiwa mengi, pia kuku hawezi kutaga vizuri. Mafuta yakiwa mengi, pia kuku hawezi kutaga vizuri. Kwa hiyo tunafanya hayo yote ili kuhakikisha huyu kuku wetu anataga vizuri sana sana sana. Sio kama tunaelewana? Tunaelewana vizuri. Kwa hiyo lishe unayompa kuku wako hakikisha lishe yake imekamilika. Ni vitu vidogo vidogo kicha, yani vichache vichache, sio unaweka vingi, vichache vichache tu. Hata kwa kuku wa kienyeji ninapozungumzia kuku anayetaga, awe wa kienyeji awe saso awe kroila, wote wanastahili kupata mahitaji hayo ambayo ninayasema hapa. Ili akusaidie kuku wako kutaga, jaribu kufanya hivyo vitu alafu njoo uniambie hapa, utakuja kunishukuru. Huyo kuku atakuwa anataga mpaka unashangaa. Umwahi kukutana na kuku anataga asubuhi anataga na jioni? Hey, wapo wanatokea au kuku nikwambie, katika makundi ya kuku na ufuga, unaweza ukakuta kuku mwingine anataga asubuhi anataga na jioni, ndo nataka nikuambie hivyo. Unakutana na kuku anataga, anataga leo, anataga kesho, kesho kutwa anataga yai hey, kubwa kuliko mayai mengine yote. Lile yai hey, kubwa lile ni la kula tu, alitotolewa alitotoleshwagi lile hata ukiokuwa kwenye mashine lile, alianguliwagi lile ni la kuliwa tu. Anataga mayai ya saizi ya kawaida, afu siku nyingine unakuta anataga yai hey, kubwa lile. Wewe unalichemsha au unalikaanga tu unakula. Akipata chakula kizuri kuku, sio kama naeleweka. Mazingira anayoishi kuku lazima yawe mazingira salama asiwe anasumbuliwa na wadudu, paka au au, sio? hawa vinguchiro, sio, vinaitwa vidudu gani? Vile vya kumsumbua sumbua, kusogeza sogeza mayai yake, mayai yake, yani, ya, ya, yani asiwe pale anapotagia, pasiwe panasumbuliwa sumbuliwa. Kuku anahitaji utulivu kabisa ili aweze kutaga mayai yako vizuri, sio kama inaeleweka, sio? Zingatia sana lishe ya kuku wako, zingatia sana lishe, lakini chunguza majogoo Sio majogoo yote yana uwezo wa kupanda. Nataka nikuambieni hapa leo, sio majogoo yote yana uwezo wa kupanda. Majogoo mengine yanakula, yanajazia, yanajazia, hayana uwezo wa kupanda. Anaweza akawa anapanda, lakini hana uwezo wa waku, kumsaidia yule kuku aweze kutaga mayai bora na yenye virutubisho. Kwa hiyo uchunguze majogoo, na ndio maana tunasema kuku wetu akishakua, akishafika miezi minne pale, unakaa na kuku wako unawateua majogoo yale ambayo unaona yako very strong kwa kazi. Yale majogoo ndo unayatenga. Na yale ambayo unaona yapo yapo, yapo tu yanajazia jazia tu naweka pembeni, ndio na unayapiga seli kwenye kuuza. Tunachagua majogoo yale ambayo siyo mazuri sana kwenye ku, ku, ku, ku, kupanda kwa matemba yale ndio tunayauza kama nyama, alafu yale mazuri kwa kupanda yale ndio tunayaweka ya mbegu. Na resho yetu huwa tunasema mara nyingi jogoo kumi temba hamsini yani ni moja kwa kumi au moja kwa tisa Resho yake jogoo mmoja ana uwezo wa kuhudumia matemba tisa au matemba kumi, kwa hiyo ukiwa na ukiwa na temba hamsini, hakikisha una majogoo kumi una majogoo una majogoo matano majogoo ya, ha, ya haja ya nguvu, yaani yale yanapiga kazi kama haya kwangu <laughs> yanapiga kazi kama haya kwangu Uta enjoy my dear. I'm telling you the truth. Uta enjoy. So, Ujitahidi sana kuhakikisha unawapa kuku wako chakula kizuri, chakula bora, chakula chenye madini, chakula chenye protini, chakula chenye vitamini, chakula chenye wanga ma, pumba ya mahindi ile peke yake ile ni wanga, lakini pia ina mafuta. Kwa hiyo lazima ujitahidi utafuti hata ile pumba ya mpunga, ile unachanganyia ile ya mpunga inasaidia kupunguza ile reti ya mafuta ambayo kuku angeipata, kwa sababu si anashiba, anakuwa amekula pumba ya mpunga na pumba ya mahindi. Kwa hiyo hiyo inakuwa at least imepunguza kidogo. I love you so much. Of course, I appreciate kwa nyinyi kutembelea video zangu. Asanteni kwa comments, nasoma comments, naweza nikajibu si, wakati mwingine nisipojibu unanisamea, wakati ngine najibu kwa kuchelewa, lakini tu ninasoma ninajibu na ninafurahi sana, ninawashukuru sana na tuendelee kufanya hivyo. Lakini pia tuangalie, tuangalie kwamba u-unapo unapo unapo unapokuwa unapo unafikiria kwamba unataka utagishe mayai, au kuku wako amefika umri wa kutaga mayai, amefika wakati wa kutaga mayai, huyo kuku hakikisha pale ambapo anafika ana, ana, ana mahali pa kuanza kutaga mayai, hakikisha wewe unamwandaa yule kuku ili kwamba akupe mayai ya kutosha. Unamwandaa yule kuku ili kwamba akupe mayai ya kutosha. Usikubali kuku huyu atage, anataga leo, kesho atage kuku. Usipomhudumia vizuri leo, anataga kesho, atage kesho, anataga kesho kutoa, atage hivyo hivyo, ni kwa sababu ya zile huduma Hakikisha huyo kuku hashambuliwi na magonjwa, ili aweze kutaga vizuri na kwa wakati. Anapoanza kutaga ni anataga mpaka anapofika mahali wa maya yake yaliyokomaa kuisha. Lakini kama hapati chakula vizuri, mazingira anayoishi ni tatanishi, lakini pia hata, hata, hata chakula ni shida, magonjwa, kuku anaugua kila siku, huku nyuma ni kumeloa ni magonjwa hawezi kutaga vizuri, hawezi kutaga vizuri. Au ukimwangalia usoni anakuwa anakua amenyonyolewa nyonyolewa na wadudu watambaao utitili, sijui nini, sisimizi, unakuta amenyonyolewa nyonyolewa huko, amekwanguliwa kwanguliwa huku, yale ni maradhi kwa kuku, hawezi kumsaidia kutaga vizuri, hawezi kumsaidia kutaga vizuri. Hakikisha makundi haya matano ya chakula yapo kwenye chakula chako: protini, vitamin, wanga mm, wanga alafu madini na nini kitu kingine nimesahau hapa, lakini nisha kisema hapa: protini, wanga, vitamini, madini na mafuta. Makundi haya matano ya chakula yawe yapo kwenye chakula chako, kuku wako atataga vizuri sana, utakuja kuniuliza. Maana yake sasa, unapochanganya huo mchanganyiko wako, tunapozungumzia madini, ule unga tunaonunua wa chokaa ule mifupa, nunua nayo, changanyia kwenye chakula, lakini DCP usikose kuwekea kwenye maji ili wasaidie kuimarisha mifupa, mji wa uzazi. Hata anapotaga mayai yale ile eggshell, lile ganda ganda la yai linakuwa gumu, hata yai kikudondoka hivi alipasuki kwa kwa urahisi. Au anapotaga hatagi mayai yanayobonyea hivi, ambayo hayakomai sawa. Me I love you, thank you so much, nawapenda sana na Mungu awatunze.